Bwana Yesu asifiwe. Je, Ye umekutana na neno idi kwenye Biblia, wakati tunajua idi ni sherehe za ndugu zetu Waislamu. Basi leo niko mahali hapa kwa ajili ya kuweza kukupatia majibu hayo. Tukisoma katika kile kitabu cha Hosea sura ya 12 mstari wa 9, nasema lakini mimi ni Bwana Mungu wako tangu ulipotoka katika nchi ya Misri, nitakukalisha ni tena katika hema, katika siku za karamu ya idi. Hii ni mfano wa andiko moja tu ambayo inaweza kuonesha kwa habari ya neno idi. Nataka niweze kukupa maana, lakini naomba tuweze kuelewa kwamba Biblia imeweza kutafsiriwa kutoka katika lugha zisizokuwa zetu kuja katika lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiswahili imeweza kubeba maneno au imetohoa maneno mengi kutoka katika lugha ya Kiarabu. Tukienda katika Bibilia ya Kiingereza kwenye andiko hili au maeneo yote ambayo yanazungumza idi, inataja neno feast maana yake ni sherehe, na tukienda katika lugha ya kiarabu neno idi kulitafsiri kuja kwa Kiswahili, ina maana ya sherehe. Kwa hiyo tatizo hapa ni lugha. Haina maana ya kwamba Biblia imezungumza kwa habari ya zile sherehe za ndugu zetu Waislamu ambapo wanakuwa na Idi al-Hajj pamoja na Idi al-Fitr, lakini nazungumza neno idi kama sherehe. Kwa hiyo katika Biblia ukisikia idi ya Pasaka, ina maana ya sherehe ya Pasaka. Asante kwa kunisikiliza ukiwa okay na maswali basi unaweza kuniuliza hapo chini. Karibu tena kubarikiwe na Bwana.